Mambo vipi mpenzi mtazamaji na karibu tena Hadithi Time. Kisa chetu cha leo kinatoka jijini Kampala, Uganda. Ni hadithi ya Isabella, binti bilionea, mrembo na mwenye mamlaka, anayeongoza kampuni kubwa, lakini nyuma ya suti zake za bei ghali anakabiliwa na sharti la ajabu, aolewe au, au apoteze kila kitu. Na katika harakati za kuokoa urithi wake anafanya uamuzi wa kichaa utakaobadilisha maisha yake milele. Katika ofisi ya kifahari kule Kololo yenye madirisha makubwa yanayotazama mandhari ya Kampala, Isabella, mkurugenzi mtendaji wa Mgisha Holdings, alikuwa amesimama kidete. Babu, huwezi kunilazimisha niolewe, hili ni karne ya 21. Babu yake mzee Mgisha, mwenyekiti wa bodi, hakutishika. Isabella, hii kampuni ni urithi wa familia, inahitaji utulivu, inahitaji kiongozi aliye na familia. Baba yako aliniachia jukumu hili la kukulinda na kupa mwezi mmoja. Kwenye sherehe ya familia ijayo, tuletee mchumba, lasivyo kiti hiki cha CEO kitakwenda kwa kwa binamu yako Gideon. Pembeni, Gideon alitabasamu kwa ushindi wa siri. Sababu ya Isabella kuchukia ndoa ilikuwa ni donda ndugu. Miaka miwili iliyopita, mchumba wake mwanaume tajiri na maarufu alimwacha kwenye mgawa wa kifahari akimwambia kwa ubaridi, "Sikupenda wewe, Isabella. Nilipenda jina lako na pesa za baba yako." Tangu siku hiyo, moyo wake ukawa mgumu kama almasi, akiamini wanaume wote ni walafi. Baada ya kutoka ofisini kwa hasira alijaribu kusahau. Jioni hiyo Gideon alimuandalia date na rafiki yake mwanaume mwingine tajiri. Mwanaume huyo hakuongelea kitu kingine isipokuwa magari yake, nyumba zake na safari zake za Ulaya. Isabella alihisi kama anasikiliza tangazo. Alisimama katikati ya mazungumzo na kuondoka, hasira ikimchemka. Alichukia ulimwengu wake wa unafiki. Akiwa anaendesha gari lake la kifahari kuelekea nyumbani, huku mawazo yake yakiwa yamemzonga, gari lake lilipata pancha katika eneo la viwandani la Katwe. Alisimama kando ya barabara akitoka nje na kutazama tairi lilolala kwa dharau. Harufu mbaya ya eneo lile na uchafu vilimfanya ajisikie kichefuchefu. Watu waliokuwa wakipita walimtazama kwa mshangao, wengine wakinong'onezana. Wakati anahangaika kupiga simu kuomba msaada, kijana mmoja aliyekuwa amevaa nguo zilizochanuka na kuchafuka kwa mafuta alimsogelea. Alikuwa ni David. Madam, naweza kukusaidia? aliuliza kwa sauti ya upole. Isabella alimtazama juu chini kwa dharau. wewe unafikiri unaweza kusaidia mimi? David hakujali maneno yake, alitazama tairi kisha akamwomba Isabella afungue buti. Kwa ustadi wa ajabu alianza kubadilisha tairi, mikono yake ikifanya ya kazi kwa kasi na uhakika. Ndani ya dakika chache kazi ilikuwa imekwisha. Isabella alitoa noti kadhaa za pesa. Shika. David alitabasamu na kutikisa kichwa. Sio kila msaada unalipiwa madam. Kuwa masafari njema. Alisema na kuanza kuondoka. Kauli ile ilimchoma Isabella kama sindano. Mtu mchafu na maskini anawezaje kuwa na utu kuliko matajiri wote aliowajua? Wazo la kichaa likaanza kujimbwa kichwani. Usiku huo Isabella alishindwa kulala wazo lile liliendelea kumzunguka alivaa nguo za kawaida na kurudi katwe. Alimkuta David akipanga vimachakavu kwenye yadi ndogo. Alisimama mbele yake. Nitakupa shilingi milioni mia moja, alisema bila kuzunguka. Kwa mwezi mmoja utajifanya kuwa mchumba wangu. David alimtazama kisha akacheka madam wewe ni mwehu kweli pesa haiwezi kununua kila kitu lakini Isabella alikuwa amejiandaa alimwonyesha picha iliyoipiga hospitali ni ya msichana mdogo aliyelala kitandani najua huyu ni dada yako na anahitaji upasuaji wa haraka pesa hizi zinaweza kumuokoa. Uso wa David ukabadilika mara moja, furaha ilipotea na ikabaki sura ya maumivu na ujukumu. Alimtazama Isabella kwa muda mrefu. Nitafanya, alisema kwa sauti nzito, lakini kwa sharti moja. Kwa mwezi huo utanitendea kama binadamu, sio kama mfanyakazi, utaniheshimu. Isabella alikubali mkataba ulikuwa umefungwa. Safari ya kumjioza David ilianza. Siku ya kwanza alipelekwa kwenye duka la nguo za bei ghali, alijaribu suti yake ya kwanza akijitazama kwenye kioo kwa mshangao. Siku iliyofuata alifundishwa jinsi ya kutumia visu na uma vizuri kwenye meza ya chakula, akidondosha chakula mara nyingi na kumfanya Isabella cheke kwa mara ya kwanza kwa dhati. Taratibu, almasi iliyokuwa imefichwa kwenye tope ilianza kung'aa. Isabella alijiputa akimwangalia kwa jicho tofauti. Jioni moja, walikuwa kwenye mgahawa na Isabella alikuwa na msongo wa mawazo kuhusu tatizo la usafirishaji kwenye kampuni. David aliyemsikia, akiongea kwenye simu, alichukua karatasi na kuchora rama nyepesi kama mnapitia hapa Katwe, mnapita kwenye barabara za ndani, mnakuwa mafolo tatu na mnaokoa saa moja. Isabella alitazama ule mchoro kisha akamtazama David, alibaki kinywa wazi. Akili ya mtaani David ilikuwa bora kuliko ya wasauli wake waliosoma vyuo vikuu vya nje. Siku moja Isabella alimtembelea David kisiri eneo la Katwe. Alikuta nyumba yao ndogo ya chumba kimoja, lakini ilikuwa safi na nadhifu. Alimuona dada yake David akisoma kitabu. Alimpa tabasamu la upole na zawadi ndogo ya matunda. Kwa mara ya kwanza maishani mwake alihisi huruma ya kweli, si dharau. Moyo wake ulianza kuyayuka. Kwenye hafla ya hisani, mwanaume mmoja mfanyabiashara mlevi alianza kumsogelea Isabella isivyofaa. Kabla hajafanya lolote, David alisimama kati yao. Nadhani madam anahitaji nafasi yake, alisema kwa utulivu, lakini kwa sauti ya onyo. Mfanyabiashara yule aliondoka. Baadaye Gideon alijaribu kumdhalilisha David, naona leo umepata chuma kizuri. David alijibu kwa utulivu, leo nimepata almasi isiyong'arishwa, si chuma chakavu. Alimtazama Isabella na moyo wake ukadunda kwa kasi isiyo kawaida. Siku ya sherehe ya familia na bodi ilifika. David alivalia suti nyeusi, akapendeza sana. Isabella alipomwona alijihisi mwenye fahari ya kweli. Maibizo yalianza kuhisi kama ukweli. Wakati wa kikao, Mzee Mugisha alimkaribisha David, kijana, tunataka tukufahamu, unatoka familia gani? David alijibu vizuri hadithi waliopanga, aliongea kwa ujasiri na akili akimvutia kila mtu, lakini Gideon alikuwa na mpango mwingine. Alisimama, babu, naomba niseme ukweli, Gideon alipiga kelele. Alitumia projekta na kuonyesha picha kubwa kwenye ukuta, picha za David akiwa mchafu akikusanya vyuma chakavu Katwe. Huyu si mfanyabiashara, huyu ni mzoa takataka ambaye isabella amemkodi ili kutudanganya sote. Ukumbi mzima ulilipuka kwa minongono na mshangao. Familia ya Isabella ilimtazama yeye na David kwa mchanganyiko wa dharau na aibu. Uso wa Mzee Mugisha ulikuwa umekunjamana kwa hasira nisiyo na kifani. Gideon alisimama akiwa mshindi. Isabella alihisi dunia ikizunguka. Alitazama nyuso zilizomzunguka, kisha akamtazama David aliyekuwa amesimama kimya akiwa ameinamisha kichwa kwa aibu. Ghafla kitu ndani yake kilibadilika. Hakujali tena kuhusu kampuni, hisa wala maoni ya watu. Alisimama, macho yake yakiwaka moto. Ndiyo, alisema kwa sauti kubwa iliyonyamazisha ukumbi, ni kweli, huyu ni David, na ni kweli anakusanya vyuma chakavu ili kumtunza dada yake mgonjwa, lakini kwa mwezi mmoja Mwanaume huyu amenifundisha utu kuliko nyinyi mlivyonifundisha maisha yangu yote . Alibadilisha tairi langu bila kuomba pesa, alinilinda bila kuomba ahadi. Thamani ya mtu haiko kwenye suti yake, iko moyoni mwake. Na kama kuchakua kati ya kampuni hii ya unafiki na mwanaume mwenye moyo kama huu, namchagua yeye. Alitembea hadi kwa David, akamshika mkono na kuanza kuondoka. Lakini mzee Mugisha alisimama. Hakuwa na hasira alikuwa akitabasamu kwa mara ya kwanza. Hatimaye alisema kwa sauti ya kuridhika, hatimaye umejifunza somo lililotaka ujifunze. Kampuni hii inahitaji kiongozi mwenye moyo, si kichwa tu. Gideon, tamaa yako imekupotofa. Kiti ni chake Isabella. Na weye kijana, karibu kwenye familia. Na hivyo mpango wa kumdanganya babu uliishia kuwa funzo kubwa la maisha. Isabella alijifunza kuwa thamani ya mtu haiko kwenye akaunti yake ya benki bali kwenye moyo wake. David alipata upendo na fursa ya kubadilisha maisha ya familia yake. Walitumia utajiri wao kujenga kituo cha sanaa na ufundi kwa vijana wa Katwe, wakionyesha kuwa kipaji kinaweza patikana popote. Walijifunza kuwa mapenzi ya kweli haji kwa kulazimisha wala kununuliwa, bali huja pale unapokutana na mtu anayeona thamani yako ya ndani. Acha maoni yako hapo chini. Mimi ni msimulizi wako kutoka Hadithi Time. Tukutane tena, kwa heri.